Mgombea ubunge wa jimbo hili la Arusha mjini kupitia tiketi ya CCM, Paul Makonda, amewatoa wasiwasi wafanyabiashara wasusi, madereva na makondakta pamoja na watu wengine mbalimbali wanaofanya shughuli zao katika eneo la stendi ndogo lililopo mtaa wa Levalos, kata ya Levalos ndani ya jiji hili la Arusha, ya kwamba hawatohamishwa kwenye eneo hilo kama ambavyo wamekuwa na wasiwasi huo, na kwamba eneo hilo pia halitovunjwa, huku akisema kama itatokea eneo hilo litavunjwa, basi litavunjwa kwa ajili ya kuboreshwa ili liwe bora zaidi na iliwe na mazingira mazuri ya wao kufanyia kazi, na kwamba wao ambao wako eneo hilo ndio ambao watapewa kipaumbele kufanya kazi katika eneo hilo. Makonda amesema hayo hii leo Oktoba 18, 2025, wakati akiongea na wafanyabiashara wa eneo hilo wakiwemo pia madereva na wasusi katika saluni mbalimbali ambazo zinapatikana kwa wingi katika eneo hilo, ambao walitoa malalamiko yao wakisema ya kwamba wameambiwa ya kwamba huenda eneo hilo likavunjwa na wao watahamishwa. Na amesema hayo wakati akitembelea eneo hilo kwa ajili ya kujiombea kura yeye, madiwani, na kumwombea kura Dkt. Samia Suluhu Hassan mgombea urais kupitia tiketi ya CCM. Mimi ni Bakari Chijumba Inayo TV. Hakuna binti wala mwanamke mrembo bila kupita saluni. Saluni inatusaidia kujipanga vizuri, eza hiyo ni saluni ya kunyoa, eza ni ya kusuka, eza ni ya kukata kucha, chochote kile kinachofanyika saluni kinaongeza thamani kwa mwanamke na kwa mwanaume, na ndiyo maana hata wanaume na sisi tunaenda kunyoa. Nawapongeza sana wote mnaojishughulisha kwenye jambo la urembo na kupelekea hata ndoa zetu zinazidi kuwa bora zaidi kwa sababu ya kazi ya mikono yenu. Watu wote wa saluni niliowataja kwa makundi yote, wakati unaosha miguu ya mtu na kukata kucha, mwambie na muombea kula Daktari Samia pamoja na Makonda na madiwani wa CCM. Wakati unasuka rasta mwambie namwombea Daktari Samia, namwombea Makonda, namwombea na, na madiwani. Wakati unauza unamnyoa mtu chochote kile unachofanya katika industry ya urembo, naomba mtuombee kula, ili tupate ushindi tuje tuwatumikie. Ahadi yangu ambalo ni la mwisho la tatu, nimefurahi kupita hapa kuona industry yetu ya urembo inavozidi kukua inavyotengeneza ajira lakini pia inavyochangia uchumi wa jiji letu la Arusha pamoja na uchumi wa familia zetu. Ni ndoto yangu na maombi kuwashawishi madiwani wa jiji la Arusha na baraza la jiji letu la Arusha eneo hili libaki kuwa eneo la saluni na shughuli za urembo katika jiji letu la hapa Arusha. na si tu kwamba tutawashawishi kwa maneno, nitawashawishi pia kwa kuboresha. Tuwe na sehemu ambayo hata mtoto wa kike akitoka hapa akikatiza kwenye mitaa ajisikie fahari ya kwamba nimetoka kwenye mtaa wa saluni. Kwenye miji iliyoendelea duniani walikubaliana kupanga miji yao. Ukienda sehemu ya mbao utakuta, ukienda sehemu ya kuuza magari utakuta ukienda sehemu ya viwanda utakuta. Hakuna ubaya hapa tukapafanya kwa sehemu ya saluni zetu zote, ili kila mrembo wa kike na mwanaume akitaka kujitengeneza anajua wapi aelekee na kupata huduma hiyo. Kama kuna ndoto ya kupabomoa, ni ndoto ya kubomoa kuongeza samani, ili watu wa saluni wakae sehemu nzuri zaidi unapobomoa unawatoa waliopo, unaleta wengine, maana yake tayari umebagua watu na kutengeneza madaraja, jambo ambalo siamini kabisa na sifikirii kama ndani ya ubunge wangu litatokea kwenye jimbo hili la Arusha mjini. La mwisho la kuwaomba, amani yetu jamani ndio mtaji. Hakuna mtu anayetoka Mulieti akatoka Sokoniwani, akatoka Sakina, akatoka Sekei, akatoka huko kote mpaka kata ya Baraa akafika mpaka hapa Levolosi kama huko barabarani hakuna amani. Kazi zetu hizi zinahitaji amani. Ninaomba sana watu wote wa saluni, watu wote wa vijiwe, watu wote wa stendi na sokoni tuwe mabalozi wa amani, ndio mtaji wetu wa kwanza. Hapa tumekusanyika hapa, hakuna aliyeuliza kabila la mtu wala dini ya mtu wala hakuna aliyehoji elimu, ndio nayo, kwa sababu ya amani ipo. Ndugu zangu wa saluni, naona wivu na najisikia heshima kubwa. Siku nikirudi tena hapa saluni nikute watu wameongezewa mitaji yao kupitia mikopo iliyowekwa na Daktari Samia. Ukiangalia hata saluni iliyoko hapa kwangu hapa humu ndani humu, ni ajira tayari za watu. Mtu kama huyu akipata mkopo ataongeza na chumba kingine, na akipewa mkopo, si tu kwamba anaongeza ajira, lakini pia uwezo wake wa kulipa mkopo ni mkubwa, kwa sababu ana uzoefu, ana nidhamu ya muda, ana nidhamu ya pesa ana nidhamu ya wateja. Ningetamani watu kama nyinyi mpewe kipaumbele cha kupata mikopo ili mtengeneze ajira nyingi zaidi, lakini pia mikopo hiyo itakuwa na uhakika wa kurejeshwa ili wengine pia wakope. Baada ya kusema hayo, ninajua ya kwamba ni muda wa kazi na watu wanatafuta pesa. Niwashukuru tena na niwasihi tusijache kujitokeza kwenda kupiga nini? Wangapi wananiahidi jamani ya kwamba tarehe 29 tunaenda kupiga kura? Samia oye! Samia oye! Oye! Oye! Oye!